Juu ya sikukuu ya ubatizo wa bwana Bwana wetu Yesu Kristo. Hili ni tukio muhimu sana katika maisha ya Yesu na katika imani yetu ya Kikristo. Tukiongozwa na Injili ya Mathayo sura ya tatu aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na saba tunaona Yesu ambaye hana dhambi anabatizwa na Yohane mbatizaji katika mto Yorodani. Tukio hili linatufundisha unyenyekevu wa Yesu mwanzo rasmi wa utume wake kuhu kuhu kwa wokovu kwa wanadamu sikukuu ya ubatizo wa bwana kuadhimishwa jumapili inayofuata baada ya sikukuu ya epifania ambapo tunaadhimisha tukio la yesu kujidhihirisha kwa mataifa yote ulimwenguni iwapo epifania itaadhimishwa tarehe tale saba au nane januari basi ubatizo wa bwana huadhimishwa jumatatu inayofuata Sikukuu hii huashiria mwisho wa kipindi cha Krisimasi katika kalenda ya Kanisa, kwani baada ya sikukuu hii fuata kipindi cha mwaka wa Kanisa. Sasa swali la kujiuliza, je, kwa nini yesu alibatizwa? Kanisa Katoliki linafundisha kuwa ubatizo wa Yesu haikuwa wa kuondoa dhambi ya asili kama ulivyo ubatizo wa kawaida wa wanadamu wote kwa sababu Yesu hakuwa na dhambi. Badala yake kutokana, kutokana na unyenyekevu wake Yesu alijitambulisha kwa wanadamu wote wenye dhambi na kutuonyesha njia ya wokovu. Katika ubatizo huo Mungu anamdhihirisha mwanaye kwetu, yani Yesu Kristo, na anatualika tumwamini, kwani tunaambiwa baada ya kubatizwa mbingu zilifunguka Mtakatifu, akashuka, akashuka kama hua na sauti ya Baba ikasikika ikisema huyu ni mwanangu mpendwa mnayependezwa naye. Rejea Injili ya Matayo sura ya tatu aya 17. Hapa katika hili tunaona fumbo la Utatu Mtakatifu, yaani Baba, Mwana na Roho mtakatifu wakidhihirishwa wazi. Sasa kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya ubatizo wa Yesu na ubatizo wetu sisi. Ubatizo wa Yesu una uhusiano wa moja kwa moja na ubatizo wetu. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba kwa ubatizo tunatakaswa dhambi, dhambi ya asili, tunafanywa watoto wa Mungu na watoto wa kanisa na tunaingizwa katika kanisa na tunampokea roho kama Yesu alivyoanza utume wake baada ya kubatizwa, nasibia tunaalikwa kuishi maisha mapya ya Kikristo, yaani kulingana na mapenzi yake Mungu. Katika sikukuu hii ya ubatizo wa Bwana tunaalikwa kuishi utambulisho wetu kama watoto wa Mungu, kuacha dhambi na kuishi katika mwanga, kuzingatia maisha ya haki na kumsikiliza t matendo yetu utambue, ubatizo si tukio la zamani tu, bali ni wito wa siku, ni wito wa, wa kila siku wa uongofu wa imani na upendo. Hivyo tukumbuke ahadi zetu za ubatizo ambazo tuliweka, yaani kumkataa shetani na mambo yake yote na kuahidi kuishika imani Muombe Mungu atujalie neema ya kuishi vyema Ukristo wetu nyakati zote, hata pale tunapokumbana na changamoto na matatizo mbalimbali mbali katika maisha yetu, kuwe imara kuishika na kuitetea imani yetu, kwani tunapokutana na matatizo au majaribu mbalimbali ndiyo yanayotuongezea nguvu ya kuishika imani yetu zaidi. Tumsifu Yesu Kristo.